mali yangu ndio nayo na wewe ukiwa unalia na niwe katika hali gani? Au daktari ukamwambia mimi siwezi kupona tena, asema siwezi kupona shemeji. Nimeenda nyumbani kwa chifu nimemkuta anafunga ndoa leo na Sonia, na nimfukuza kama mbwa

g kama ningekuwa mzima ningeinuka ningeenda nige kumsikia ani chifu amekubali kufunga ndoa na kifo. Amefunga ndoa na kifo. mimi mguu wangu naondoka, mdogo wangu naye amekufa, ninapoteza mguu Usiseme hivyo shemeji, utapona. Usiseme hivyo na kuomba. Mungu, nimekosa nini mimi jamani, familia yetu Sonia, asitaki kuamini. Kweli umeolewa? Ndio nimeolewa bwana. nananacambanag kila, umeniudhi shoga yangu, hata kunialika shughuli yangu likwenda kijua tta watatu. Hmm, mimi mume wangu pamoja na shehe. Hmm, haya nakuja kufanya nini kwenye shughuli yangu? Alafu kabla sijasahau hmm, ile tunamaliza kufunga ndoa tu mm -hmm, kile kituko cha chifu kikaingia. Kituko gani? Tu si ile safda <laughs> dada alifukuzwa kama mbwa kwa kama unaona kingine. Sasa hivi nina plani kubwa na kama unavyonijua, mm -hmm. Nikipanga plani zangu hakuna hata moja ambayo inafeli. Naona nachoka na kitu ambacho kijua mm -hmm. Nataka nimue chifu, mali zake zote ambazo ambazozihata ziiu nataka ziwe mikononi mwangu. Umetumia akili si daa, zikapukutika na ukaachika, tukaa tujafanya chochote. Shoga yangu, mambo ya aibu hayo. Sijawahi kukosea wewe. Sasa Sada, mm -hmm. Kuna kitu nataka nikuulize. una namba daktari wote ambao ambayo unafanya naye unipe? nipi mm, ninayo. Ya nini? maana na nagu. Ah, okay. Mm -hmm. nataka nitengeneze fake. Mm -hmm. Feki a ikitokea nimemuua mm -hmm. Ndugu wakija mm. Mali niliandikishwa mimi pamoja na mtoto ah, pambe twaposhie ah. Gashogangu umeua sijaikukosea ah, nakunania <laughs> Namba nitakupa shoga yangu, mm. tena nitakupa namba za dokta, kazi kazi, yaani mtu wa kazi. Shemeji kajua ni mumeo sasa. Mgonjwa wako, kwa mujibu wa vipimo vyangu, mgonjwa wako gharama yake, tatizo la shemeji yako ni kubwa sana, litagharimu zaidi ya milioni ili aweze kuwa sawa. Tunaomba tusaidia, hiyo milioni moja ni kubwa sana kwetu. Um, tunahitaji msaada wako daktari. Sasa hatuna tegemeo lolote, bebe yako, tafadhali kikosekana hiyo hela. niko chini yako naomba utusaidie hatuna msaada wowote zaidi yako ana familia huyo usimkate mguu jamani unasema unaitwa nani ah, mi, mi naitwa sabra mimi nitakusaidia na mgonjwa wako atakuwa sawa Nitakupatia pesa pia kwa kukizi mahitaji yako kwa kipindi hiki. Natamani walau nipate usiku mmoja. Unamaanisha nini daktari? Nahitaji kukutana na wewe ili unisaidie

gharama ni kubwa, ili uweze kupona yatuko milioni moja ai, ili uweze kuwa sawa. Sasa milioni milioni, mimi nitaipata wapi tena jamani? Baio namesema tukose milioni, unabidi ukatwe, ukatwe mwana gu wangu nimeshapoteza shemeji. Sasa mimi milioni moja nitaipatia wapi shemeji? Uh, yani, oh. Umaskini ni shida sana. Hakuna njia nyingine yote ambayo anaweza kanisaidia mimi nikae sawa? Njia ipo. Na, Ah. Njia Sawa, mambo gani sasa? Huo ni umalaya ambao umepitiliza. Alafu madaktari wa siku hizi kwani wanakuwa na tamaa kiasi hicho? Yaani kumbe mimi nina uwezekano wa kupona kabisa. Ila anataka mpaka lale na wewe ya kwa kwa kuna ndio mimi nipone, si ndio? Mshe. Yaani anaomba rushwa ya ngono. Au kama mlipoti itakukuru. Sawa. Kwa hiyo alivyokwambia hivyo umemjibu nini? kama niondoke sawa so, mafanya vizuri mi najua shemeji yangu nanipenda sana na ananijali lakini nakuomba usije ukatoa rushwa ya ngono kwa sababu yangu sawa so, wacha tuondoke nitaenda kusikilizia litakavyokuwa nitaenda kwenye tiba za jadi nitakwenda kwenye maombi ikishindikana wacha mkuu katwe lakini usitoe mwili wako kwa sababu yangu Umeelewa?

Umetapika? sijui una nini? najisikia tu vibaya, mwili unakuwa wa moto, tumbo lina nyuma, nasikia kichifuchifu. Basi mela, sasa nafikiri iko haja ya kupeleka hospitali. Hivyo tonika kwandae, basi kupeleka hospitali. Sawa, yes. Naam bwana daktari, tunakusikiliza. Bwana Chifu, hongereni sana. Kwa mujibu wa vipimo vyetu inaonyesha bibi ni mjamzito. Um, I'm um, sasa inabidi umwandikishe kliniki ili awe anahudhuria kliniki kila mwezi. Na hali hii kwa kawaida huwa inasababisha uchovu, kichwa kuuma. Kwa hiyo kuna dawa hapa nimemwandikia kidogo, mtapita dirisha la dawa hapo, mtawapatia karibuni sana. Nashukuru, pita mlango wa nyuma dirishani kachukue dawa, kisha niwatakie maisha me ongere. Wao nao mependeza sana, naona penzi mepamba moto, mkono begani, mkono kimoja Hongereni, maskini mliojipata katika mapenzi bora. Habari kwa kwamba kipenzi cha roho yangu ni mjamzito. Hivi karibuni anakwenda kumzalia mtoto mzuri. Nakwenda kuitwa baba. Ah. Baba Yasir, una roho kiasi gani? Hebu msaidie kaka yako, kaka yako, kaka yako atakufa, kaka yako anaenda kukatwa mguu. Baba Yasir, hebu msaidie Yani unathamini wanawake wa nje na kufanya starehe, unashindwa kumsaidia kaka yako? Chifu, amekosea nini kaka yako? Niko chini ya miguu yako, naomba msaidie kaka yako basi. Mimi mwenyewe siwezi, siwezi basi, naelemewa mimi <laughs> bausa, unaenda kata mguu Nafikiri hiyo itakuwa ni nzuri kwa sababu wewe ulikuwa ni baunsa mpiga watu. Sasa katwa mguu tuone kama utaweza kupiga watu. Pengine sisi tena nadhani kuna haja ya kumsaidia baba mko baada ya kuachiba. Huo ndio msaada pekee kwa mtoto. Chifu. Naam. Kumbuka wazazi walituacha wawili tu mimi na wewe. Nikapambana. Nikaamua kuachana na kila kitu. Niliuza mifugo. Nikauza mashamba na nikawekeza katika elimu yako, Chifu, nikiamini kuna siku utakuwa tegemezi katika maisha yangu ah. Nilijitahidi kupaka wanja katika macho yako, lakini malipo yake leo hii unanipaka pilipili macho yangu atoke machozi si ndio? Ano malipo mdogo wangu eh? Uh -huh. Wema sio biashara, hivi ukitenda usitegemee kulipwa bro. Tenda wema, nenda zako. Ukianza kunikumbushia mazuri aimanishaaa ido nitakusaidia wakati mgumu. <laughs> Sonia, kila anaolifanya binadamu siku zote huwa lina sababu, na siku zote mwisho ubaya ni aibu. Mimi nashukuru sana dogo. Ikitokea nimekatwa mguu wangu simletea magongo, ntajua <laughs> ni jinsi gani naweza kuishisa so? Mimi naona mguu unaenda kukatwa kwa. Unaenda kukatwa serious kabisa. Sasa mi niko naomba kitu kimoja. Uende kwa yule jamaa ambaye ananiitaga mjomba. Nani huyo? Marebo. Oh. Oh, ma ili nije kuuza hii kibanda changu, turudi kule hospitali kule, daktari akanisaidie, shemeji. Au hata kama atapatikana mtu yoyote, niwezi kuweka rehani hiki kibanda, kwa sababu huu mguu ukishapotea, ina maana tashindwa tena kufanya mambo yangu, shemeji. Yani unamaanisha uuze nyumba uliokuwa nayo, alafu utakaa wapi, shemeji yangu wewe. Niko tayari kuanza upya, lakini niwe salama kwanza kiafya. uh, naenda sasa hivi. oh, ai huyo uh, sio nyoka wa kawaida kabisa. Kama angekwanyoka kabisa ningeshakufa. Ah, huyu atakuwa mdudu mwingine kabisa, si mdudu. Gani nisijawahi kuona hivi yani, sijawahi kuona shimeji. Nendaa, nenda yaani, nenda, naona sasa hadi moyo wenyewe pia kama watakutoka. Uf. <tos> <tos> <Yeah>. <tos> <tos> <tos>

Ndo unakaa huku ndio, ila kuna jambo nataka kukushauri. Jambo gani hilo kipenzi? Kuna muda huwezi kupambana na maadui na kukutana nao, hemu mrudie Mungu, kwa maana ni Mungu pekee ambaye anaweza kukupa ulinzi ambao adui yoyote hawezi kushindana nao da. Imekuelewa, Maida, imekuelewa Maida lakini... mm -mm. Hakuna cha lakini, najua umeelewa katika misingi ya dini. Dunia ndio imekubadilisha. Hebu muweke Mungu karibu yako, maana hata yeye atakufanya uwe karibu yake. Umenielewa Sabra? mm -hmm. Kwa hiyo naishi wapi sasa? Nitakuonyesha muda mwingine tukikutana. Hmm. Nimekuita hapa kwa ajili ya kumuona chifu. Nimekuita hapa kwa ajili ya kumuona chifu. Angalizo. Nahitaji chifu uliwe usiku wa leo usi kabla ya kuja pambazuka. Umenelewa? Kwa nini una haraka kiasi hicho? Chifu ameshakuwa mume wangu wa alama na mimi ni mke wake wa ndoa. Kadri tunavyozidi kukaa hivi, ipo siku ntakosa amani zote. Nataka ile tukio ambapo linafanyika, utakuwa wapi chifu? Nadhani nitaondoka nikishamaliza kumuua then nitarudia. Sio wazuzu wewe, kuondoka ni? Ulitaka nifanyaje Baki sisi tukija, tutamuua kisha tutamweka bafuni. Itaonyesha kuwa ameanguka. Hiyo itakuwa rahisi sana, hata maaskari hawatahisi chochote. Nimeelewa.

na kinga mimi niagizie juice. Dada njoo, naomba lete juice kama ya zangu, lakini pia chakula ambacho ameagizia yeye na naona kidogo ulivyokuwa umekisafisha kama maumivu yamepungua kidogo. Na, vipi, mbona hujaja naye marebo? Um, marebo msewa, ana, kuna kazi anamalizia, alafu anakuja <sighs> Sawa, lakini kama unge, ungeweza kumwelezea hii hali yangu ambayo inaopitia, nadhani unge, unge, angeweza kufanya haraka. Ndio shemeji, ila nimemwambia kila kitu na nimemkuta na bosi wake anamalizia kazi, kwa hiyo amesema anamaliza chapchap afu anakuja. Sawa. Uh, Samanshi, kuna jambo nataka nikuulize. Sawa, niulize tu shemeji. Hivi hapa msikiti ni wapi? Yaani ah, unamaanisha nataka nikafanyiwe dua? Hapana, nachomaanisha nataka tuanze kufanya ibada mimi na wewe, tuabudie Mungu pamoja. Ni swala zuri sana shemeji lakini nina miaka mingi sana sikuenda msikitini. Kwa hiyo hata wale mashehe wenyewe wakiniona wanaweza wakashangaa, kwa sababu wanaweza wakaona nimeenda kwa sababu nina matatizo. Kwa hiyo wacha nipone kwanza, alafu nikipona tutafanya ibada. Ni jambo zuri. Hapana, sisi hatutaki kuogopa mashehe, tunataka kumwogopa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata wao wanafanya ibada kama tutakavyoenda kufanya sisi. Umenielewa shemeji? Nimekuelewa shemeji. Aya, namba tufanye dua leo ili kumkabidhi Mwenyezi Mungu matatizo yetu. Sasa nani anafanya hiyo dua? Kwa... mimi mwenyewe nikajua <laughs> mimi kwa sababu unajua tungefanya vitu viwili tofauti maana, mi nimezoea mambo ya mila <laughs> ayafunika kikwa chako ah. <laughs> na ukae vizuri ah, sawa, ah, sawa. audhubillahi minashaitani rajim bismillahi rahmani rahim ah. rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kinadhabanar wakinadhabalkabor wakinadhabaden wakinadhabadunia

wala yuhituna bishaiin min ilmin ila bimasha wase kursi samawati walard wala yauduhu hifdhuhuma wahwa alaliu lazim. Amin. Ah, nashukuru sana shimeji, yani, mm-hmm. Mpaka najiskupona kiukweli. Uh, sikudhani wala sikuwahi kufikiria kama unajua dua kiasi hicho utapona. Sonia, nakusikia. Nipo nje ya nyumba yako kwa ajili ya kazi ambayo tumepanga kuifanya leo usiku. Upo tayari? Ya, yeah. Mmekuja wakati mwafaka, maana chifu ameshalala, mnaweza mkaingia, maana milango iko wazi. Okay. kusambaratisha familia yangu, Mungu nisamehe. Kosa langu mkaribisha nyumbani sio sabla. Tafadhali sifanye hivyo, emkuwa na huruma, ni mwanamke mwenzio wewe. Huruma ni tabia njema Ila natua yule anastahili.